karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukerebe, Bukerebe TV. Habari, habari za wakati huu. Karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tuombe. Mungu wetu wa rehema, tunakuja mbele zako tukiwa na moyo wa shukurani. Tunakushukuru kwa mapendo yako, kwa mwongozo wa eneo lako na kwa neema zako ambazo haziishi. Tunaomba Roho Mtakatifu uendelee kutufunulia maana ya somo letu la leo. Utupatie ufahamu na moyo wa kutenda mapenzi yako. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu katika somo la tano. Somo lenye kichwa cha habari kinachosema Mungu anakupigania. Nikushukuru kwa wewe ambaye tulikuwa pamoja matuliungana katika somo la nne. Na sasa tunaingia katika somo la tano. Fungu letu la kukariri ni kutoka kitabu cha Yoshua, Yoshua sura ya kumi na ule mstari wa arobaini na mbili. Na wafalme na hao wote wa nchi zao Yoshua akatwaa, wakati huo, kwa sababu yeye Bwana Mungu wa Israeli, alipigana kwa ajili ya Israeli. Leo tunaanza somo la tano, Mungu anakupigania. Mada hii inachukua kwenye maandiko ya kitabu cha Yoshua. Tukikagua jinsi Mungu alivyokuwa kiongozi wa kweli wa Israeli wakati wa mapambano na changamoto za kila siku. Somo letu linatufundisha kwamba kila jambo linalofanyika katika maisha yetu, hata changamoto na mapatano tunayokabiliana nayo, linapewa mwongozo na Mungu, si kwa bahati au kwa nguvu zetu pekee, bali kwa mpango wa Mungu aliye hai. Kitabu cha Yoshua ni changamoto kubwa kwa akili zetu. Mara nyingi tunapokabiliana na vizingiti vya maisha tunajiuliza, je, Mungu anaingiliaje katika mapambano haya? Somo la leo linatufundisha kwamba Mungu anapopanga mapambano, yeye ndiye anayepanga hatima ya kila jambo, na matokeo ya ushindi au upotevu hayategemei bahati tu, bali kutii kwa watu wake waliokuwa wateule. Kwa mfano, Yoshua alitekeleza maagizo ya Mungu kwa uaminifu mkubwa na kwa uangalifu mkubwa. Akila hatua aliyoichukua alizingatia mapenzi ya Mungu, akijua kwamba ushirikiano na utii wake kwa neno la Mungu ndilo msingi wa ushindi wa kila pambano. Kwa hiyo tunapopitia changamoto za maisha yetu, ni muhimu kuelewa kwamba Mungu anakupigania, akuwache peke yako. Ushindi wa kilo ni matokeo ya utii wetu ibada yetu na kuzingatia mwongozo wa Mungu katika kila jambo. Somo hili pia natufundisha kwamba mapambano hayako pekee kwa kile tu tunachoweza kuona. Kuna mapambano ya kiroho, kuna majaribu ya imani na changamoto zisizoonekana ambazo zinaunda maisha yetu. Kila pambano ni fursa ya kukuza imani na kumkaribia Mungu zaidi. Mungu anakupigania kwa njia ya mapambano haya na tunaposhikilia imani yetu, tunaona ushindi unaotokana na nguvu za Mungu. Leo tunapaswa kujiuliza: Je, nina imani ya kutosha kuamini kwamba Mungu anakipigania kile ninachokipitia? Je, ninaacha kuogopa changamoto na badala yake ninaona kila jambo kama nafasi ya kumtii Mungu zaidi? Tusikose kulewa kwamba nguvu ya Mungu haishindikani na matokeo yake ni ya kudumu, siyo ya muda mfupi. Somo twalawi linatufundisha kuwa maisha ya Mkristo hayapo bila mapambano, lakini tunakabiliana nayo kwa imani na utii kwa Mungu. Tunashuhudia kwamba Mungu anakupigania. Tusikali tamaa katika changamoto, badala yake tuimarishe imani yetu. Tukumbuke kuwa kila jambo lililo katika maisha yetu li katika mpango wa Mungu. Juma hili tunaendelea kuchunguza utata wa vita hivi vilivyoidhinishwa na Mungu, mipaka na mazingira ya vita vilivyoanzishwa na Mungu, njozi ya mwisho ya imani inayoletwa na manabii wa Agano la Kale na maana za kiroho za vita hiyo. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa somo la leo. Asante kwa kutufundisha kwamba hatuko peke yetu katika mapambano ya maisha. Tunaomba utuongezee imani na moyo wa kutegemea uongozi wao katika kila jambo. Tusaidie kushikilia neno lako na kushuhudia ushindi utokanao na mpango wako. Tusaidie kuwa wenye imani thabiti na watoto wako wa kweli. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu, amina.